Mchezo mzuri. Uh, Simba tumepoteza mchezo huu lakini tulikuwa kwenye kiwango bora sana. Iko michezo ambayo Simba Queens tunashinda, lakini unaona eh, papatu, papatu zinakuwa nyingi, yaani nashinda kwa uzoefu na makosa ma mengi ya mpinzani. Mechi ya leo, pamoja na kwamba tumepoteza, lakini tumeshuhudia ubora wa hali ya juu sana wa wachezaji wa Simba Queens, na kama tungekuwa tuko clinical enough hasa kwenye safu yetu ya ushambuliaji, tungeweza kuimaliza ama kuiua hii mechi kipindi cha kwanza tu. Kipindi cha kwanza tulikuwa bora sana, tumetengeneza nafasi nyingi sana, tumefanya kila kitu katika mchezo huu, lakini watu wetu wa mbele wakakosa nafasi nyingi ambazo zimetengenezwa yote kwa yote ikapelekea mchezo kuisha kwa Simba kufungwa bao moja kwa sifuri sisi kupoteza bao moja kwa sifuri kileo ni pigo kubwa kwa sababu linayumbisha malengo yetu ya kupigania ubingwa msimu huu kwa kupoteza huku maana yake ni kwamba tunakwenda kumpa faida zaidi mpinzani wetu ambaye ni JKT Tanzania kwenye kuwania mbio za ubingwa. Lakini sisi Simba Queens hatujakata tamam, bado tunao nafasi ya kuipigania Simba Queens kwenye mechi ambazo zimesalia, na uzuri ni kwamba wapinzani ama mpinzani ambaye tunapigania naye ubingwa, kwa maana ya JKT Queens, bado tuna mchezo naye mmoja mkononi. Kwa hiyo mimi na yeye, kwa maana mimi na JKT, ama sisi na JKT, ndiyo mechi itakwenda kuamua nani aondoke na ndoo msimu huu Nyie na JKT wawili tu ya sisi na JKT, kwa sababu kimangalia Yanga Princess bado yuko yuko chini sana. Kabla mechi ya leo tulikuwa tunampita pointi, ametufunga hii leo, maana yake ni kwamba eh, tumemzidi pointi saba. Pointi saba ni, ni, ni gap kubwa sana kwenye ligi kama hii yenye ushindani. Kwa hiyo JKT, kabla mechi ya leo uh, tulikuwa tunamzidi alama, alama, alama mbili kwa kupoteza huku yeye akishinda mchezo wake maana yake anakaa juu kwa alama moja. Kwa hiyo vita rasmi inakuwa ni baina ya Simba Sports Club na JKT Queens. Kwa hiyo uh, Young Princess leo hiyo wameweza kushinda, wanacheza sana pa uwanjani. Furaha ile ni kumfunga mtani na sio kwamba labda kuelekea katika kuchukua ubingwa